Niseme hivi Muislam anapokuwa, tunapokuwa na harusi za Wakristu Waislamu tunakuwaga nao makanisani kwetu. Tunapokuwa na misiba ya Kikristo Waislamu tunakuwa nao makanisani kwetu. Sisi Wakristu ndio kwa taratibu zao, mara nyingi msikitini hatwendi kwa taratibu zao na hakuna kosa, lakini tunakuwa nao kwenye shughuli. Na tunapokuwa tuna sherehe, kwa mfano, za serikali, wanaposema, tunamwita sasa mtu wa Bakwata atoe neno, akasimama shehe, Wakristo waondoke, ili wa warudi atakapomaliza. Wanaposema wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania aongee, Waislamu waondoke, wanakuwepo. Na anaposimama pale padre wa kanisa Katoliki kwenye sherehe akasema, naomba wote tusimame, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Kuna nayekaa, yuko yani huyo atasema mimi ni shekhe nakaa, hakai, hawezi kukaa. kwa sana jua iko dua, Allah subhana wataala ameitoa kuli yayo hayu kafiruna taabudu maabduna antaabudunu ma'budu, anasema wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Atasimama na shehe akisema Alfatiha, amina, na akasema nitahitaji wote tuitikie amina. Amina, kuna Mkristo atakayesema amina? Amina, sisi wote ni wamoja. Sijui kama naeleweka, ni wamoja sasa. Kwa Shehe Mawinda Mohamed Tai anapokuwa yuko kwenye kanisa la, la Mwamposa pale, anasikia kitu gani? Ni Muislamu, anasikia Taurati ya Musa Ndiye inayoongelewa pale. Zaburi ya Daudi ndiye inayoongelewa pale. Injili ya Bwana Yesu Kristo. Wow, wao Waislamu wanasema Injili ya Isa bin Maryam. Ni anayoyasikia pale wale mitume na watu wote wanaotajwa pale. Ni muhimu wa Kristo na Waislamu wote tukaelewa kwamba kitabu kile cha Qur'ani tukufu ambacho Waislamu wanaki ndio kitabu kikuu Qur'ani tukufu, kama kwa Kristo iliyo Biblia kimebeba Taurati ya Musa, Zaburi ya Daudi, Injili ya Isa bin Mariam na furukali ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yote yamebebwa katika ile Qur'ani. Na kwa hiyo anapokuwa kama Shehe Mawinda au Muislamu yeyote yuko pale, wanamtaja Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, si ndiyo? Hapo kwa Mwamposa, Yesu yule anayetajwa kwa Mwamposa ndani ya Qur'ani tukufu ametajwa mara 25. Naomba nirudie, Bwana wetu Yesu Kristo, Mtume Isa bin Maryam, ndani ya Qur'ani tukufu ametajwa mara 25 kama Isa na kwa nyadhifa nyingine ametajwa mara themanini na saba ndani ya Qur'ani tukufu. Na mwanamke aliyepewa heshima ya kitabu peke yake kuwa na sura ndani ya kitabu kile, ndani ya Qur'ani tukufu ni Mariamu mamake Yesu, surati ya Mariamu ndio wanaotajwa pale. Sasa akiwa Shehe Mawinda yuko pale kwa Mamposa, nasikia watu wanaongea habari za Adam habari za Nuhu. Ah, mbona ndiye alionao kule kwake, watataja Adam kwa Islamu anasema Adam safi ulai nu naji ulai Ibrahimu alilai Ismaili zabi ulai Musa khalimulai Daudi alifatulai sarurai Muhammad rasulullah wao. Uh, wanasema wow, Waislamu. Lakini kwa kumalizia, waandishi wa habari na Watanzania, dini zetu ziko pamoja, ziko pamoja na tumekuwa mara zote tukitafuta kuunganishwa pamoja, kwa maana kwamba wewe unaumini huku na mimi naumini huku, lakini we live in harmony Usishindwe kuja kunitembelea, usishindwe kuja kwenye sherehe yangu ya uzinduzi. Na ndio maana tarehe 31 Mei mwaka 1922, naweza kukosea tarehe, haina shida, Ayatola Kamenei wa Iran alimtuma Ayatola Arafi. Ayatola Arafi ndiye mkurugenzi wa seminari zote za Kiislamu katika taifa la Iran. Ujumbe maalum huu mpelekee Papa Francisco mkuu wa kanisa Katoliki duniani Vatican. Mkabidhi ujumbe huu. Na aliubeba Ayatola Arafi, nenda Google utakuta hiyo. Akaupeleka Vatican, akakutana na Papa Francisco pale Vatican. Ni ujumbe gani Ayatola Khamenei aliupeleka? Kukuza ushirikiano kati ya Ukristo na Uislamu. Ndiye alioubeba Ayatola Arafi kutoka kwa Ayatola Khamenei. Wa Iran. Na tarehe 22 Septemba mwaka 2024, naweza kukosea tarehe, Papa Francesco alitembelea msikiti wa Istiqlal ulioko mjini Jakarta, jijini Jakarta, Indonesia. Papa alitembelea msikiti ule. Indonesia ndio taifa lenye Waislamu wengi duniani, likiwa na Waislamu milioni 80 plus. Papa Francisco alitembelea msikiti mkuu wa Istiqlal ulioko Jakarta, Indonesia. Na ujumbe wake, tuendelee kushirikiana Wakristu na Waislamu, tuwe kitu kimoja. Mungu tunayemwabudu ni Mungu mmoja, taratibu za kuamini za kuabudu, ndio wewe ni muumini wa Kiislamu, wewe ni ni muumini wa Kikristu. Umeona, hiyo ni muhimu tukayaelewa haya, kwa sababu wote. Kwa kumalizia dakika moja, tunabebwa na jambo hili moja. Katika imani ile, kuna mambo matatu kwangu mimi Dennis, mwingine unaweza kuwa na ya kwako. Kuna kitu tunakiita muslimu. Muslimu ni mtu yeyote anayesalimu amri kumi za Mungu. Zile amri wa Kristo mnazijua, sina haja kuzirudia. Waislamu mnazijua, amri zile ni zile zile kumi, tumepewa wote na wote ni muslimu. Kusilimu ni kutii, sio dini ya Kiislamu. Kwa hiyo wote sisi ni muslimu wa amri kumi za Mungu. s Usi, usi, ah, wengi mweleka usi mweleka usi mweleka halafu ndio tunakwenda kuomba msamaha, kwa sababu alisema, Baba uwasamehe, hawajui walitenda, Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa Waislamu pia ipo msamaha, upo umetajwa katika Surati Yasin aya ya 11 Allah subhanahu wa ta'ala anasema na anza na audhubillahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina matunzir man tabazikra, wa hashiya rahmana bil ghaibu, fabashiruhu bima maghfiratin wa ajrin karim. Mstari huo, fabashiruhu bima maghfiratin wa ajrin karim. Ala nasema, ina matunzir man tabazikra. Hakika wewe kuonya kwako kutamfahamu mtanufuata ukumbusho. Ukumbusho gani Kurani? Wa hashiya rahmana bil ghaibu, na akamcha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa haibu unamwamini Mungu bila kumuona sasa anasema fabashiru hubi maafiratini. Basi mtu akishakuwa hivyo mbashirie msamaha wa dhambi, na ndio Wakristu tunautafuta, Waislamu wanautafuta. Tunautafuta, Waislamu wanautafuta. Fabashiru bi maafiratini wa ajirin karim. Na ujira, ujira mwema, ujira mkubwa ni nini hiyo? Pepo ya Allah subhanahu wa taala, ndio mbingu tunaitafuta Wakristu na Waislamu. Na kwa hiyo wa kwa Waislamu wa pia msamaha huo umetajwa katika maeneo mengi, na kwetu Wakristu msamaha Bwana Yesu ametusamehe na ndani ya Qur'ani tukufu ndio hiyo aya ambayo nimehitaji. Na kwa msingi huo yalotokea kwa Shehe Mawinda Tai e, kwamba amekwenda kwenye anatafuta nini kwenye uzinduzi wa hema la Mamposa, ni, ni ruksa. Na kama tuna sherehe zetu za harusi, Wakristu Waislamu, tuna tunawakaribisheni. Kama tuna misiba, karibuni. Kama tunazindua makanisa, njoni. Kama tunazindua nyumba zetu, njoni. Kama tunazindua viwanda, njoni. Kama tuna shughuli yote, njoni. Na nyinyi Waislamu tuiteni, na sisi tutaitika, tutakuja, tutashirikiana pamoja. Kifika muda wa swala azana imelia, mtakwenda msikitini, mtaswali. Sisi hatutaingia kuswali wa Kristo, mkitoka nje tunaendelea na pilau letu, kama lipo na ubwabwa kadhalika. Maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Na nyinyi ya na njoni kwetu sisi, kwetu tena. Sheria sio kali kanisani, unaweza kuja bora usishiriki ile, zile kama wanao komunika na kadhalika, au sio? Lakini tunasindikiza marehemu ndani ya kanisa, kaa kwenye benchi, hatukuzuii mwislamu kwamba usiingie, ingia, kaa Tutaendesha ibada yetu, tukimaliza tunaendelea na shughuli zetu. Kwa hiyo hakuna shida yoyote, kwa hiyo hakuna kosa aliyolifanya Shemawinda Mohamed Tai kwa kwenda kuzindua kanisa la Momposa. Nazidi kumpongeza yeye na wote ambao tulishiriki katika uzinduzi ile, namtakia kila la heri na watakia kila la heri Waislamu wote kote duniani na Wakristo wote kote duniani. Mungu azidi kuwabariki azidi kutubariki wote, tuendelee kuwa wamoja ndani ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.